Mtazamaji wa Chapesa Media, au wekundu Msimbazi, Simba wakifanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea mchezo wao dhidi ya Esperance ni Tunis, mchezo ambao unakupigwa kesho majira ya saa kumi kwa saa za Afrika Mashariki na kati, kwenye dimba hili la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Ukiangalia hapo, ni wekundu Msimbazi, Simba wakifanya mazoezi yao hapo kuelekea mchezo wao wa mwisho. Kama unavyoona hapo, ni Simba Sports Club, ambapo eh wanaenda kumvaa Esperance ni Tunis kwenye ungo ya pili ya michuano ya CAF Champions League.

Ungo ya kwanza imetamatika Simba Sports Club hana pointi hata moja. Ungo ya pili akianzia nyumbani dhidi ya Esperance de Tunis kesho hapo majira ya saa kumi. Simba Sports Club akiwa na kibarua zaidi ya Esperance de Tunis, nikukumbushe tu kwenye kundi la Simba Sports Club yeye ndio timu ambayo haina pointi hata moja kwenye michezo mitatu. Mchezo wa kwanza alipoteza dhidi ya Tatiko hapa hapa kwenye dimba lake la nyumbani. Mchezo wa pili akapotea dhidi ya Stade Malien. Mchezo wa tatu akapotea dhidi ya Esperance de Tunis akiwa ugenini anamwalika Experience ya Tunis hapa kwenye ungu ya kwanza, Simba Sport Club akisaka alama tatu ya saa kumi kwa Afrika Mashariki na Kati, kwenye kundi la mnyama ambaye anaongoza akiwa na alama saba akifuatiwa na alama tano, na Simba Sport Club. Simba Sport Club kesho ni mchezo ma, wa matumaini sana, inaweza ikamfufua matumaini kuelekea michuano hii ya eh, robo finali kama ilivyokuwa ada ya wekundu wa Msimbazi. Ni mbele yako ni nyota huyo Suleimani Mwalimu akipasha, unamwona Clotos Chota Chama akikiwasha aki e, unamwona Jonathan Sowa na yeye akiwa akikiwasha kayoa unamwangalia, eh, wanyota wote wa Simba Sport. Kamara naye ndani e, unamwona Loemba naye akijoini na kikosia ki, akiendelea kupasha, kama unavyoona nyekundu wa Msimbazi, Simba wakifanya mazoezi yao mwisho kuelekea mchezo wao dhidi ya Experience de Tunis, mchezo ambao unaenda kupigwa kesho hapa kwenye dimba la nyumbani Benjamin Mkapa Sadia, majirani za saa kumi Afrika Mashariki Simba, na kati, kama unavyoona wakipasha nyota wote wa kundi msimbazi Simba wapo kama unavyoona, Clotus Chota Chama Suleiman Mwalim Nbi Kamara akiwa Kip Dennis Kandaji Morris Abraham naye akiepo yuko ndani Simba Sports Club, kikosi kimekamilika. Luemba, ambaye alitambulishwa na yeye, unamwona kule akipasha ikibabage naye iko ndani ukundwa msimbazi simba mpaka sasa wana point. Kesho ni mchezo muhimu sana kwa simba sport club. Esmazoezi yakiendelea kwa kuchafua hapa kwa msazazi Simba kama wanavyoona, ni mazoezi hayo bado yakiendelea kujitayarisha kwa ajili ya mchezo wa kesho Experience de Two. Mchezo kwa muhimu kwa Simba Sports.